Kuna mtu ana kura thalathini na sita yumo ndani ya bunge, ni mbunge bwana. Ndio namkuta, na ni mbunge wa jimbo la kijijini kwa au jimbo langu, anachokwenda kusema kule, kwa sababu hajulikani na mtu. Ukienda ukimuuliza hawa leokupigia kura, hebu nitafutie mia moja tu, hawezi kuwatimiza Leo yuko bungeni bwana, anaitwa mheshimiwa, analipwa mshahara wa bunge. Kikubwa alichoweza kusema mimi sijawahi kumsikia kusema bunge, nimemsikia juzi anasema yule masakarua sijui ilikuwaje mkamrudi, ilikuwa arudishwe kwao Kenya na mitungi ya gesi, kwamba eti karudishwa hakupigwa. Sasa lazima utakuwa na wabunge wa namna hiyo kwa sababu wenyewe wameingia kwa njia za wizi, wenyewe wameingia kwa njia ya dhulma. Kwake yeye kushabikia dhulma, kwake yeye kushabikia wizi, kwake yeye kushabikia uhuni, hao ni jambo kubwa, ndio kazi aliyokwenda kufanya. Sasa sisi tunachosema katika maze. Leo tuko chama cha mapinduzi, wanafanya uhuni huu Tanzania bara. Hii ni dalili, mmeanza kuwachinda wananchi sasa hivi, Mmeanza kuwakataa ndio maana wanatumia nguvu.